Michezoni, timu ya FC Dynamo imenyakuwa ubingwa wa mchuano wa mashujaa mwaka huu baada ya kuilaza FC Leopards Youth bao moja kwa bila kwenye uwanja wa Ithookwe. Enoko Uma alifunga bao hilo la pekee kwa kikosi hicho kinachocheza ligi ya daraja la kwanza kupitia penalti dakika ya tano. Mabingwa hao walituzwa shilingi laki tano huku Leopards wakituzwa shilingi laki tatu. Wakati huo huo, timu ya voleiboli ya walemavu kutoka Makueni ililaza wenzao wakitui seti tatu kwa bila kwenye uwanja huo Kitufiti kwa sababu tumekuwa na shida ya ground, lakini tunashukuru serikali pia kwa kutujengea ground. Itatuleta pamoja, pia italeta ama player wenyewe na group pia italeta kwa pamoja, pia na pia kwa, kwa sisi itatusaidia pia katika mechi zetu. Tunashukuru kwa sababu waunganazi wa, wa serikali kuu wamekuwa wakidhibiti na wakitupatia nafasi kama city volleyball, sana sana kusensitize Uh, kuonyesha mchezo na zaidi ya yote kuonyesha kwamba mlemavu ako na talanda na akipewa nafasi anaweza uh, njimudu na vile wameona ni kwamba uh, mchezo ni mzuri. Tungeneko timu ya Chevaluki FC